Manuel Mtobi yeye, mpaka hivi sasa ni kada mwandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na kwa wale wanaofuatilia siasa za Tanzania, amewahi kufikia nafasi ya mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Shinyanga, lakini pia amekuwa mpambanaji wa mstari wa mbele kuipigania na kuitetea Chadema kuhakikisha kwamba inatimiza malengo yake ya kisiasa ameniandikia barua rasmi jana akisema kwamba anayo nia ya kujiunga na chama cha ACT Wazalendo na sisi bila kuchelewa, leo tunamkaribisha ACT Wazalendo. <coughs> Wa pili anaitwa ndugu Glory Tausi na yeye ni kada mwandamizi, na niseme hili kwamba mambo mengi yanayotokea katika vyama vya siasa huwa yanapikwa huwa yanaandaliwa. Kwa bahati mbaya, watanzania wanapata nafasi ya kufahamu yale yanayoonekana bayana hadharani, hawajui juu ya wapishi wa mambo. Kwetu sisi, na nilisema katika mazungumzo yangu huko nyuma, tunaofuatilia nini kinaendelea katika vyama mbalimbali na kuwafahamu wapishi wa mambo, tunamfahamu Glory Tausi kama moja ya wapishi muhimu wa mipango ya mageuzi ya kidijitali katika chama cha demokrasia na maendeleo. Amefanya mchango mkubwa katika programu ya Chadema Digital, na yeye pia aliwasiliana na ofisi ya katibu mkuu ya ACT Wazalendo jana, akieleza kwamba anataka kujiunga na chama cha ACT Wazalendo bila kulaza damu. Leo tunamkaribisha katika chama cha ACT Wazalendo. Nitumie fursa hii pia kuwatangazia wapambanaji wengine, kama nilivyosema kabla, hakuna jukwaa kwa mtu yeyote anayetaka mapambano ya kweli katika vyama ambavyo vimetangaza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 zaidi ya ACT Wazalendo. Kwa hiyo ninatangaza tena ukaribisho kwa wapiganaji wote, na sisi kwetu huu ni mwaka wa kazi ni mwaka wa ukiwajibisha Chama cha Mapinduzi. Kama tulivyosema, tunajipanga kuzuia mbinu zote chafu za CCM na dola, kuhakikisha kwamba tunashinda uchaguzi huu wa mwaka 2025. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na ukija upesi upesi ni kazi, na bahati nzuri hawa tunaowasajili hivi sasa ni watu wa kazi. Kwa hiyo tuwakaribishe kwa makofi mengi sana. Kwa hiyo tutafanya mambo mawili hapa. La kwanza, tutawakabidhi kadi zao kwa sababu wamekwisha sajiliwa, lakini pia tutawakabidhi eh, katiba za chama ili wafahamu miongozo, sera, taratibu na mienendo katika chama cha ACT Wazalendo. Lakini kwa vile leo ni siku yao, pia tutawapa nafasi ya kuzungumza na Watanzania hapa waeleze kwa nini wamejiunga na chama cha ACT Wazalendo. Sasa e, tumeshauriwa kwamba e, tutakabidhiana hapa, na sauti yangu ile mwenye kadi, wapiga picha, tuko eneo hapa sahihi, hapa ni sahihi. Nipatie. Moja, mmoja e, muhusika utaanza na mtobi jamaa e, ya yangu huyu bwana, hii kadi inaitwa kadi ya maalimse. Karibu sana brother, karibu tuendeleze mapambano sana. Ninamkabidhi pia utobi katiba yetu ya chama, sababu chama kinaendeshwa eh, kwa katiba na huyu kiongozi mwandamizi anaelewa mambo haya. Karibu sana sana, sana, sana. Zamu ya Mr. Glory. Sijui kama ni yengo sahihi au ni sawa. Nadhani naambiwa Glory aende alipokuwa mtoto. Na watu wetu wa picha. Karibu Glory. This is a no, card. It's really, it's really na hiyo pia kadi ya maalum tena. Katiba ya chama chetu karibu sana, yes. Najua nisimame nao sasa, nitawapa pia nafasi ya picha ya pamoja hapa Habari naelewa, maana yake, nadhani inatosha. Sasa baada ya zoezi hilo kukamilika, nichukue fursa hii kuwakaribisha Waheshimiwa wa viongozi wa ndugu waandishi wa habari na Watanzania wote kwa ujumla, asanteni kwa kunipokea leo chama chetu pendwa cha ACT. Jina langu ninaitwa Glory Tausi, um, ni mwanachama wa zamani wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, lakini leo rasmi ninajiunga na chama cha ACT. Mimi nilikuwa ni mmoja wa waanzilishi wa programu ya CHADEMA Digital, mpaka kufika pale ilipofika kuna mkono wangu mkubwa sana nyuma yake, lakini mm -hmm. pia nilikuwa mmoja wa wagombea wa nafasi za naibu, nafasi ya naibu katibu mkuu wa baraza la wanawake CHADEMA kwa nini ACT? Kwa nini leo nimeamua kufanya maamuzi ya kujiunga na chama cha ACT? Moja ya jambo kubwa sana ambalo limenivutia kujiunga na chama hiki ni kwa jinsi ambavyo chama cha ACT kinaishi falsafa ya usawa wa kijinsia kwa vitendo. <laughs> ACT ni chama ambacho kinamthamini, kinamjali kinampenda na kina mheshimu mwanamke na tutaliona hilo kwa muundo wa viongozi wa chama hiki. Ndio maana chama cha ACT ndicho chama ambacho kina viongozi wa juu kabisa wanawake. Uh, ACT ni moja ya chama ambacho kinaakisi maadili, uhuru, haki na maendeleo kwa watu wote. Lakini pia ni chama ambacho kina mpango wa wazi kabisa wa kukabiliana na umaskini, uhaba wa ajira na mfumuko wa bei kwa taifa letu.